Afya za binadamu ni kitu muhimu sana kuliko kitu chochote, hata tukafanya namna gani, ni lazima tutambue ya kwamba binadamu bila kuwa na afya nzuri hawezi kuwa binadamu speaker, kama, a, wana, wa kikamilifu wanaspika. Mimi kama mmoja wa wale watu katika ile kamati ya afya niliweza kupata nafasi ya kuenda katika hospitali ya Kiambu. Wanaspika, maajabu niliyoona pale yalikuwa kitu cha ajabu sana, kwa sababu utapata ya kwamba mama wanasema wanajua ku multitask lakini pale walikuwa wamelemewa, kwa sababu kitu cha kwanza utaona ya kwamba wako na mtoto mgongoni, ako na mtoto mchanga amemshikilia hivi na yeye mwenyewe ni mgonjwa, daktari. Tulikwenda pale mapema na tulipouliza maswali, ilikuwa ni kwamba kuanzia saa moja walipoingia mpaka inaenda saa tano wakinamama hawajapata um, matibabu ya aina yoyote kulinganishana na ule ugonjwa aliokuja nao. Upo, upototevu kama huu, Bwana Spika, tunasema ukome, kwa sababu ni jambo la aibu karna ya sasa kuona mtu anaweza kwenda hospitali na alafu asimuone daktari na amekwenda mapema iwezekanavyo. La, la pili ama la mwisho, uh, ku, ku, kuongezea sio nandi peke yake lakini ukiangalia vyumba ama kule ambako watu huenda wakalala, Bwana Spika tunaishi kwa shida katika nchi yetu ya Kenya, kuna shida nyingi mbalimbali mbali. Na mtu anaweza kuteseka akiwa anaishi, lakini heshima inapewa kwa maiti, na ndio sababu hata mtu akiwa mmekosana namna gani, lazima utaheshimu ile maiti. Lakini utapata ya kwamba katika hospitali hii ya hapa Kiambu ni jambo la kusikitisha kwamba marundo mrundo mrundo wa binadamu, mimi sijaona kitu kama hicho, mrundo wa binadamu umewekwa namna hii, wapandana juu juujuu. Huyu amekufa hapa, amewekwa hapa, mama pia amekufa pia, amebandikwa juu ya juu ya maiti ingine, mtoto amekufa pia amebandikwa hapo. Unaona sasa unaona kama ambayo si ukweli, lakini ukweli wa mambo ni kwamba sijaona kitendo kama hicho kitendeka katika hospitali yote isipokuwa hospitali ya